ikiwa ripoti hiyo itapokelewa au haitapokelewa. Kwa watanzania tunaopenda haki, wa wananchi, dua zenu ni muhimu, na tunaamini kwamba mahakama itatenda haki, kwa sababu imejipambanua na mahakama inaonekana, na kujipambanua kwake kunaonekana kupitia uamuzi wake, sababu zake za maamuzi inayofanya kwa naomba tunapoondoka hapa rejee majumbani lakini, tukutane hapa kesho saa tatu kamili asubuhi kwa ajili ya kusikiliza uamuzi tena huo mdogo, kufuatia hilo pingamizi la pili ambalo Mheshimiwa Lissu amewasilisha. Ni hayo tu yanayohusiana na, na shauri hili la Mheshimiwa Lissu.